A nchi jirani ya Burundi, Jumuiya ya Afrika Mashariki hii leo imetakiwa kuiwekea vikwazo sambamba na kusimamisha wanachama wa nchi ya Burundi ili kuisukuma serikali ya nchini humo kukubali kurudi kwenye meza ya majadiliano ili kusuluhisha mgogoro wa kisiasa unaoendelea. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwandishi wetu. Ombi hilo limewasilishwa mbele ya kamati ya bunge la Afrika Mashariki inayoshughulikia masuala ya ndani ya jumuiya na utatuzi wa migogoro kwa nchi wanachama na afisa mtendaji mkuu wa chama cha wanasheria wa Afrika Donald Dea, ambapo katika maelezo yake amesema Jumuiya ya Afrika Mashariki bado haijafanya vya kutosha kumaliza mzozo unaendelea nchini Burundi, kuhakikisha Warundi wote wamefika mezani kwenye mazungumzo ya kutoa mwafaka ya shida yao na jinsi ambazo wanaweza kutumia kuhakikisha kufikisha hiyo ni nyingi. Ndio tumesema kwamba kwa sasa serikali iwe suspended kutoka kutoka kwa East African Community na kutoka kwa African Union. Aidha, taarifa hiyo imeonya uwepo wa hatari ya kutokea vita ya wenyewe kwa wenyewe na hata kusababisha mauaji ya kimbari nchini humo. Kuna ukiukaji ya haki za kibinadamu na za jamii kwa hali ya juu kabisa. Wengine wanaogopa kwamba nchi inaweza kuteketea, yaani kuingia kwenye civil war. Mara baada ya kupokea taarifa hii, kamati inabakia na kazi ya kuijadili kuandaa taarifa yao tayari kuiwasilisha bungeni, huku hoja za kuiwekea vikwazo Burundi pamoja na jumuiya kusuasua katika kushughulikia mzozo huu zikileta mjadala baina ya wajumbe. Kweli hali ya Burundi haipendezi, lakini huwezi ukachukua hatua za haraka haraka mapema. Kamati ya bunge la Afrika Mashariki inayoshughulikia masuala ya ndani ya jumuiya na utatuzi wa migogoro katika nchi wanachama imeanza kusikiliza maombi yaliyowasilishwa na wananchi wa jumuiya hii kupitia kwa mashirika na taasisi za kiraia kutaka bunge hili kuchukua hatua kusaidia mgogoro unaoendelea nchini Burundi, kabla ya kuandaa mapendekezo yake na kuyapeleka bungeni. Kutoka hapa jijini Arusha, Idi Wesu, Azam News.